Muniege kwa maombi <laughs> unakutana na mtu napenda, <laughs> anakuaibisha tu mbele ya wasiungu kwa maji na buyubuyu. Unaingia hivi, naingia hivi hebu ingia hizi. <laughs> ni aibu gani haki? Mtu na buyubuyu anaingia kwa maji? We nasira ni nini, nakusumbua na swimming hivi? Hebu swimming hivi sasa ona. <laughs> msidagani huyu <laughs> Nasa, uwezi vaa nguo ya kawaida ya serikali, serikali, munieke kwa maombi <laughs> hata hii sasa, si ile ya wamevaa ile ya ila ele. <laughs> ya uwora munieke <Elea> <laughs> kwa maombi <laughs> unakutana na mtu napenda <laughs> anakuaibisha tu mbele ya wasiungu kwa maji <laughs> na buyubuyu unaingia hivi, hebu ingia! hizi ni aibu gani haki, mtu na buyubuyu anaingia kwa maji. Wewe, Nasra, ni nini na kusumbua sasa? Msidagani huyu Nasra, uwezi vaa nguo ya kawaida Haji, ya serikali <laughs> <Ni hai bikini. laughs> eh. <laughs> <laughs> Serikali mniyeke kwa maombi. Hata hii sasa si ile, hawa wamevaa ile ya pastor zake, ile ile ya uwore.